Technologist TV, dunia ya mwana teknolojia. Leo tutazungumzia kuhusu Home Tab ya Microsoft Word. Home Tab ni sehemu ya kwanza kabisa kwenye menyu ya Microsoft Word pale tu unapoifungua na ni kitovu cha zana zote muhimu unazohitaji ili kuanza kuandika, kubadilisha na kuhariri maandishi yako. Ndani ya home tab kuna makundi matano makubwa ambayo ni clipboard group, font group, paragraph group, style group lakini pia kuna editing group. Tuanze na clipboard group ambalo hili hapa linaonekana ubavu huu, hilo ndo clipboard group letu. Kwa hiyo hapa lina paste, cut, copy pamoja na format painter. Twende tukaone zinafanya kazi vipi kwanza una highlight neno. Ukisha highlight neno, unatafuta kwenye cut. Sasa unakwenda sehemu ya cut, una li-cut neno lile, unakuja, tunata unalieka sehemu nyingine ambayo unahitaji. Ukija hapa, unafanya nini? Una paste, au unakwenda kwenye paste kule. Ukija kwenye paste, una paste neno lako, kama unavyoona hapa, nimepastika. Lakini pia kuna ya copy kule, au sio? Kwenye kukopi vile vile una highlight neno lako. Kwa hiyo, kwanza una highlight neno ukisha highlight hili neno unakwenda kule kwenye kukopi, unakuja unakopi. Ukisha kopi, unatafuta sehemu ambalo unahitaji kuipaste, unakwenda unapaste neno lako. Kwa hiyo hivi clipboard, ndivyo inavyofanya kazi group lake, lakini kuna moja hapo, format, format painter. Format painter hii itahitaji maelezo kidogo kwa upana. kwa hiyo acha tuende tukaielezee format painter. Format painter, hii hutumika kunakili muundo wa maandishi na kupaka kwenye maandishi mengine. Utanifahamu zaidi ukiona mfano. Mfano, maandishi yetu yote haya yapo katika mfumo mmoja, lakini nataka niyabadilishe maandishi haya, niyabadilishe mfano na yafanya yawe bold. Nikisha yafanya yawe bold, nizibadilishe hizi aina za hati ili uwe mfumo tofauti eh? Nabadilisha mfumo wa hati, naweka hati hizi hapa, lakini pia nabadilisha ukubwa wa hizi hati au hayo maandishi wa nazidisha ukubwa kidogo. Kwa hiyo sasa format paint itafanya kazi vipi? Kwanza utakuja uta highlight neno lako ambalo lina ile tofauti, ina tofauti, unakwenda kwenye format paint una click umoja, alafu unachagua neno ambalo unahitaji liwe na mfumo sawa kama huu hapo wa format painter, unakuja unagusa na badilika mfumo wake tari hapo. Kwa hiyo pia mfano anataka maneno zaidi ya mawili sasa ni yake kwa wakati mmoja. Kwa una highlight, unakwenda kwenye format painter una click mara mbili. Ukisha click mara mbili unarudi sasa, unachagua neno nyingine una una highlight tu ukiachia na lile neno linafanya nini? Linakuja ni, na sifa za lile neno ambalo umelifanyia format painting tayari. Maana yake kazi yake kubwa ni kukopi ile nini, ile mfumo au ile style ya kuli mwanzo. Una copy na unaingiza katika maneno mengine kwa ku highlight neno ambalo unahitaji kuli kulifanyia liwe na sifa kama lile la mwanzo. Tunakwenda kwenye font group. Font group hili ni kundi la zana zote zinazohusiana na muonekano wa herufi Tariabu. Zile herufi zako zionekane vipi? Hilo ni font group. Sasa font group kama unavyoliona hapo eh? Kuna sehemu hapo ya hati, sehemu ya kubadilisha maandishi hati zako ziweje? Kwa hiyo kwanza na highlight sehemu ambazo nahitaji kubadilisha maandishi yangu, then na kwenda kwenye, kwenye font space pale. Kwa hiyo kwenye font space naangalia kwenye ile drop down menu ambapo nitaziona aina za hati tofauti tofauti. Kwa hiyo hizi ndio hati ambazo zinapatikana kwenye nini? Kwenye eh, font zote hizi ni hati ambazo naweza kubadilishia mfumo wa maandishi yangu. Ziko nyingi huku chini. Kwa kila nikienda, zote hizi ni aina ya maandishi na ukiklik hati moja basi tayari na kule inabadilika tayari. Hapo kwao unaona maandishi yanabadilika kama ulivyoyaona hapo. Lakini si kubadilisha tu aina ya maandishi, lakini pia unaweza ukazidisha ukubwa wa maandishi kwa kufanyaje? Kwa unakwenda pale kwenye drop down menu ambayo ina namba ile, then unachagua namba ya hati unayohitaji. Kama hivyo, kila ukigusa inazidi na kupungua, kitu kama unavyokiona hapo, hati zimeongezeka li lakini kuna hizi a, pia unaweza kuzidishia herufi kwa kutumia hizi a zenye kichoro cha juu kwa kuashiria, zinaongeza hati kama unavyoona hapo, lakini pia a zenye kichoro cha chini kwa kuashiria kwamba zinapunguza hati ukubwa wa hati kama unavyoona hapo. Kwa hiyo hivyo ndivyo zinavyofanya kazi zake hizo mbili bado hatujamaliza. Tunakwenda sasa kwenye kuboldi yaani, nataka niikozeshe. Kukozesha una highlight ile neno nataka kulikozesha, alafu unakwenda kubonyeza kwenye B una click. Okay, click B, hati zako zinafanya zinajikozesha, kama unavyoona hapo kwamba hati zangu zimekuwa zimejikozesha. Lakini pia hizi hata unaweza ukazilaza kwa, una highlight unakwenda kubonyeza ile I kama ile lala hivi, na hati zako zinaonekana zinakuwa zipo katika mfumo wa kulala. Lakini bado pia nahitaji kupigia mstari chini wasi highlight unakwenda kwenye uu kwa ajili ya kwenda kupigia mstari yale maandishi yako, lakini pia unaweza kugusa ile drop-down menu kwa ajili ya kubadilisha eh, hati tofauti tofauti kama unavyoona, kwa unabadilisha mfumo wa ile mstari. Nataka mstari sijuiwe hivi wa kukoza miwili miwili. Okay, kuna hizi superscript na subscript. Superscript na subscript hizi tunazitumia tare kwa kuweka herufi zetu ziwe mfano juu kama vile mtu anaandika sentimita cubic, au sio. Kwa hiyo ile tatu ya juu si ni ndogo, ni ni ndogo. Kwa hiyo kufanya hivyo unakuja una highlight mfano ile tatu, alafu unakwenda kwenye subscript. Kwenye subscript maana ile tatu itakuwa iko juu kando na kwa ile sentimita cubic. Lakini hivyo hivyo kwenye nini? Kufanya iwe chini, una highlight ile tatu, alafu ile tatu yako inakaa chini. Kama unavyoona nadhani hapo. Okay, tumemaliza kwenye hizi kesi ya superscript na subscript. Tuende zetu kwenye kipengele chengine sasa. Kipengele chengine ni namna ya udambudambu wa kuifanya zile hati zako zionekane katika mfumo gani. Kwa hiyo huu udambu dambu text effect, hii tunafanyaje? hii maana iko, unakuja unaigusa una highlight text yako, unachagua una eneo. Umeona kile ambacho ume-highlight ndio kinachobadilika rangi. Una highlight text, unakwenda pale kwenye udambu udambu wako, unachagua udambu unaohitaji nataka hii. Ah, bwana mfumo huu haujanipendeza, unarudi tena kwenye udambu udambu wako, unafanya ni unachagua aina unayohitaji hii aina, hii imenipendeza. Kwa hiyo just ni udambu udambu wa hati zako lakini tunakuja kwenye text highlighting. Una highlight neno alafu unakwenda kugusa kwenye alama kama hiyo inayoonekana hapo, unagusa una highlight text. Lakini pia unaweza kubadilisha rangi ya ku highlight ile text yako, unakuja kwenye drop down menu, unachagua aina ya rangi ambayo unahitaji. Kwa kama unavyoona hapo, hizo ni rangi ambazo unaweza kutest. Okay, tumemaliza text highlighting. Twende kipengele chingine sawa. Kipengele chingine ni kipi? Kipengele chingine tunakuja kwenye rangi ya maandishi. Rangi ya maandishi, una highlight neno ambalo unataka kubadilisha rangi, unakwenda kwenye alama kama hiyo hapo, unachagua rangi unayohitaji. Ukigusa drop down menu, maanake unabadilisha zile rangi tayari hapo, kitu kama hivyo Unabadilisha hapa, anataka rangi hii, unachagua. Bwana, hii haionyeshi uzuri, unabadilisha, unaweka rangi nyingine. Maanake hiyo ndo kazi yake, taa hiyo. Ndo font color, namna unavyobadilisha rangi ya maandishi yako. Bado tu bado tuna mengi ya kuzungumza. Tuende sasa kwenye alama hii, hii unabadilisha ule mfumo wa jumbe au text ambayo umefanya ni umeselect. Kwa hiyo unaselect text mfano select text hii hapa, ili uione vizuri hii hapo. Nikisha select hii, nataka kubadilisha ule mfumo wake, ile kesi yake. Kwa mfano, kuna kesi hizi hapa, kuna sentence case. Kwa hiyo nikigusa sentence case, maana yake herufi yangu ya kwanza inakuwa ni nini? Ni kubwa, ndio kesi ya ndo sentence case na kuna kubadilisha herufi ya kwanza kama ilikuwa ndogo inatakiwa iwe kubwa. Lakini kwenye te nini, case ya pili una vile vile una highlight, unakuja tena kwenye case ya pili ni nini? Ehe, ni lower case. Kwa hiyo unafanya maandishi yote yawe na hati ndogo. Lakini kwenye case ya tatu ni upper case, maana yake unafanya maandishi yote yawe na hati kubwa. Lakini pia unaweza ukaja kwenye case nyingine ni nini, capitalize each word katika kila neno una herufu yake ya kwanza unaifanya iwe kubwa. Kwa unagusa herufu ya kwanza inakuwa kubwa una, ya ni kesi kamahv. Lakini pia kuna kesi ambayo ni ya mwisho ni toggle case yake hii. Sasa katika kila herufu ya kwanza unafanya herufu yake iwe ndogo, na hivyo ndivyo inavyofanya kazi kwenye hii kuchange ile selected text yetu. Uh, bado hatujamaliza. Tuende kwenye hii sasa ambapo una clear formatting yote ya maandishi na unarudi kama ile maandishi ya awali yale ambayo ulipofungua tu Word. Kwa hiyo unagusa, ukigusa kwenye hii format maandishi yako yanarudi katika ule mfumo wa awali. Maana yake anaondosha ile format yote ya maandishi. Yaani hebu ngoja ni ya select yote haya. Ile Word unapofungua si inakuwa na default nini yake. Kwa hiyo ile default setting ukenda ukigusa chap maana yake unarudisha katika default setting ya maandishi. Kwa ukifungua Microsoft Word yako, ile default setting kama ni Calibri na vitu vingine, basi ndo maandishi yako ukibonyeza hapo na zile udambu udambu wote unauondosha. Baada ya hayo machache, niseme tu hii ni Technologist TV, usiache kusubscribe kulike, pamoja na kushare. Tukutane kwenye video ijayo. Video ijayo tutaelezea eh, makundi mengine yaliyobakia. Karibu tena Technologist TV na kwaheri.